Hi guys! Jamani, Farmer's Choice bamutu badiko, leo tunatengeneza corn dogs Vienna, na kama mnaviona tunatumia beef Vienna zetu za Farmer's Choice. Tutaanza na mayai matatu tutatia kwenye bakuli, tutayapigapiga hivyo kwa kutumia mchapio, kisha taendelea kwa kuweka kikombe kimoja na nusu cha maziwa fresh. Tutakoroga mpaka kile kitu kichanganyike, kisha taendelea kwa kuweka sukri sukari vijiko viwili vya kula pamoja na vijiko viwili vya kula vya siagi iliyoyeyushwa aka salted butter tutakoroga kama hivyo, kisha utaweka nusu kijiko cha chai cha iliki pamoja na kijiko cha chai cha vanila. Tutakoroga tena kwa kutumia mchapio wetu mwanaane, kisha tutaendelea kwa kuweka unga vikombe vitatu na tutaweka kwa awamu. Kwa hiyo uweka awamu ya kwanza na utachanganya mpaka upate mchanganyiko mzito kama ule wa kutengeneza zile fluffy pancakes, sawa. Tutamalizia kwa kuweka kijiko cha kula cha baking powder Tutakoroga kila kitu kichanganyike pamoja, kisha tutahamishia mixture yetu ndani ya chombo chembamba kirefu kama hii glass yangu. Then baada ya hapo tutachukua fimbo ya mshikaki na kutoboa viena zetu kama hivyo. Baada ya kuziattach na fimbo, tutachukua mchanganyiko wetu, tutatumbukiza viena yetu namna hiyo. Hakikisha hamna cha ziada kinachomwagika, na taratibu tutaenda kutia kwenye mafuri yetu ya moto. Kwenye kuweka, jamani, corn dog zako zipe nafasi sawa, usijaze frying pan. Baada ya kuivisha upande wa kwanza, tutaenda kugeuza. Naona golden brown, hamna mtoto wala mtu mzima anatoboa kwenye hii corn dog. Baada ya kuivisha jamani, tutaenda kutoa, na kama kawaida ya Monli, it is time to taste. Nakwambia fimbo ya mshikaki ya moto imetota, ikabidi niende kuvaa gloves. This was so yummy jamani, crispy nje, fluffy na ako kavyaina kanaleta ile chumvi kwa, unapata ile sweet and savory. Oh my God, Farmer's Choice, I love it, it's amazing. Haya, mkapikia na nyinyi wanenu jamani.